Yule pale njoo, mama, njoo, yes, njoo, huyu wa mbele yako, huyu hapo, njoo muone jinsi wanavologwa kitofauti, lakini hawa wote katika kulogwa kwao, kila mtu anakwenda mwenyewe kwa mganga. Mnamwona huye, huyu yeye alipewa kitu cha kuvaa, tokea alipopewa kile kitu cha kuvaa, ndio hapo maisha yake yalipoharibika mpaka leo. Na nataka nimwambie yule dada, msione vile, yule dada alikuwa ni mzuri, ni mtu ambaye Mungu alimuumba kwa ajili ya kutumika kwenye matangazo. Huyu dada usichana wake alikuwa akitembea midomo yake utadhani kama vile muda wote amepaka nini, ile mnaita mama, alafu macho yake akuangalia ni kama vile anakuita karibu lakini mwangalieni leo, sura imeanza kunyooka kama vile mjusi amegandamizwa na mlango. Hebu tembea tuone, mama, tembea. Ni mtu ambaye alikuwa akitembea hana haraka. Una miaka mingapi? Una umri wa miaka mingapi? Ana miaka thelathini na nne. Ulikuwa umepewa kitu gani cha kuvaa? Ulipewa dawa gani ya kuvaa? Nilipewaga siku nyingi kwa sababu muda mwingi huwa anaangaika kwa waganga. Kuvaa wapi? Ulikuwa unavaa wapi? Nilikuwa na kiunoni. Yes. Naomba <coughs> <coughs> <coughs> kila mmoja wenu asimame, kuna jambo Mungu afanye. Sema Bwana Yesu kuna kitu ulinivalisha, kuna kitu kuzimu walinivalisha kuna kitu madhabahu ya kuzimu ilinivalisha, kuna kitu mganga alinivalisha, kuna kitu mchawi alinivalisha, kuna, kuna kitu mwanangu alivalishwa, kuna kitu mme wangu alivalishwa, kuna kitu ndugu yangu alivalishwa, kuna kitu wamevisha mwili wangu, kuanzia leo damu ya Yesu ikitengue, damu ya Yesu ikiondowe, damu ya Yesu ikiharibu, damu ya Yesu ikisambaratishe. Sema amen. Sasa huyu ameanza kuumwa akiwa na miaka minne miaka mingapi? 4 years. Kwa katika miongoni mwa watu ambao hawajawahi kupata raha ya maisha, huyu hajawahi kupata raha ya maisha, muda wote yeye ni kuzunguka kutafuta uponyaji. umeanza kuumwa akiwa na miaka mingapi? Kuumwa. Nilikuwa na umwaumwa tu, lakini kinachonisumbua zaidi, yani, ni maisha. Inua mikono yako mahala ulipo, sema hey, Yesu, walichonifanyia kimeharibu maisha yangu. Nimekukimbilia wewe, baada ya Mungu maisha ni pesa. Kuanzia sasa, Mungu thibitika ndani yao, Nabii Nyakia ajeuze maisha yangu, Mungu aliye ndani yake anipe mafanikio, anipe nyumba, anipe gari, anipe ndoa njema, anipe uzao mzuri, kwa jina la Yesu, amen. Sasa hivi unashughulika na nini yani, nabii? Sasa hivi sina kazi. Una kazi? Alafu mwanaume amenizalisha mtoto yule pale, ameniachia, ameishia Yani, naangaika yenyewe, hata saa hivi enyewe nakaa kwa mtu chumba, nimeshindwa kulipa. Saa hivi unakaa kwa mtu umeshindwa eh, kulipa chumba kabisa? Kipindi nimekuja Dar es Salaam nilipokuja elfu mbili na kumi na moja, uh -huh. maisha yangu yalikuwa vizuri. Yani, yalikuwa vizuri tu, nikafungua biashara, nikaja nikakutana na mwanaume, sijui alikuwa ni tapeli sijui, hmm, yani maisha yangu akaanza kuharibika pale hmm. Ni nia... fungua biashara gani nifungua nilivyofungua ile grocery. mm -hmm. Grocery ikafilisika mm -hmm. kwa nikaanza kufanya kazi kwa kwenye makampuni ya watu ya usafi mm -hmm. nikawa naanza kufanya kazi mbalimbali tu za kuajiriwa mm -hmm. lakini kila nikifanya kazi nafukuzwa. ndio mm -hmm. mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi, mara ya mwisho nimefanya kazi nikona, nimeajiriwa hmm, Masaki ndio, nimelala usiku nimechanjwa, nimechanjwa hmm. Kosa nikaenda, bosi akanipa barua kunifukuza kazi, mkataba hmm. hujaisha. Baada ya kuamka umechanjwa, ulipokwenda kazini ukapewa barua kufukuzwa kazi. Ndiyo, kwa sasa hivi mtoto unamleaje? Naombaomba tusa ngine kwa kazangu Yani, na kazi yangu ana uwezo hata kunisaidia nisamini mm. na kazi yangu anafanya kazi serikalini, lakini hata nisamini mm. na angaika tu hivyo hivyo mm. hata kula hata kula ni shida. kokura yako sasa hivi ni ya shida Be. hivi angalau unaweza ukaanza na biashara gani? Yaani hata mama ntilie, ningepata mtaji ningefanya. Lakini kama kiasi gani? Kwa sababu sina kitu, labda hmm, milioni milioni. Sababu sina chochote. Una chochote? Ndio, hauna kitu kabisa? Yaani sasa hivi ni sifuri, hata nauli ya kuja hapa, kwa sababu mwanaume nileza naye wazazi hmm, wake wana wawua, wapo Kigoma, wako Kigoma e, uh -huh. Yani wan, wapo karibu na mimi japo japokuwa uwezo wao ni mni mdogo lakini wako karibu na hapa mama amenitumia elfu tatu mia tano hmm. ba mwanangu namuona yule nabii, nenda hmm. kwa mama mkwe ndo amekutumia hela ya kuja hapa e, mama mkwe hmm. yani mwanaume ndezaanaye uh -huh. Naamini kuliko mtoto wao mm. Koo ndo akanitumia akaniambia, hata ile Jumapili alinitumia pia. Akaniambia, mm. mwanangu nabii nenda, nenda kwa Nabii Nyakia, huwa namwona kwenye channel 10 plus mm. Nikamwambia yuko Kigoma, yee yuko Kigoma, huruka mm. Akaniambia mm. nenda utasaidika, nenda mm. utafunguliwa ndo mm. nikaja Jumamosi nikajiandikisha pale mm o ndo ukaniambia uingie kwenye kisima. mm. yaani hata ile ila kuingia kwenye kisima nikamwambia mama nimekosa basi. mm. akaniambia tu uendelea kuhudhuria hivyo hivyo, Mungu atakusaidia. Ndio mm. nikasema na leo nije. mm. yaani, nabii, sikufichi, maisha yangu yamekuwa ya shida, nangaika mm. mm-hmm. Yani, maisha yangu yamekuwa ni ya shida, naangaika. Saa nyingine nikilala usiku nakuta nimeparuliwa. sa na ni mm. ni, nini mm. ni, ndio nimeangaika ni kwa waganga, nilienda kwa mganga mara ya mwisho majuzi mm sio muda mrefu mm. Akaniambia wewe, una jini maaba yule mm. Jini maaba ukiwa na mtu anakuwa na wivu mm. Kwa hiyo ndio maana unakuta anakuparua mm. Basi akaniambia wee, ukinanilinjo nitakufanyia dawa, huyo jini maaba ataondoka mm. Sasa mimi sikuwa tena na pesa ya kwenda kwake kwa, kwa sababu hata huyo mama mkuu wangu huyo ndo mm -hmm. ananiangaikia akiona huko, ananiambia mwanangu, njoo nenda huko mm -hmm. akimsikia tu mganga, ananiambia nenda. mm -hmm. Nikaona mama akisikia mganga anakuambia nenda, akisikia mtumishi m... wa Mungu, anakuambia wa Mungu yani, alisikia mganga huyo ndo akaniambia nenda. mm -hmm. mm -hmm. nikamwambia mama, lakini mimi hata nikienda kwa mganga, mimi naona bado nipo tu vile vilevile. mm -hmm. Basi akaniambia kama uwezi kwenda haya kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Nabii Nyakia, mm -hmm. nenda ndo akanitumia elfu tatu mia tano nikaje mm hiyoemagusi -hmm. mm -hmm. na hiyo juzi tena, leo tena, ndo akanitumia tena nauli nikaja, ndio mm -hmm. yani atoe mtoto pale mm -hmm. nimemzaa, nime nimehangaika mm -hmm. ameumwa, ameumwa -hmm. ni neema tu ya Mungu mpaka hivi leo bado hatakuongea, onge mm -hmm. Yani neema tu ya Mungu mpaka. Ana miaka mingapi? Ana miaka mitano mwezi wa sita. Ana miaka mitano na bado hajaongea vizuri, bado hajaongea mwezi huu wa tano. mm -hmm. anafikisha miaka sita mm -hmm. na bado hajaongea mm -hmm. ndio. baba yake mara ya mwisho ameonana naye lini? ni muda hmm. baba yake nimeonana naye muda, nikimpigia simu ananiambia angaika kama wanawake wenzio wanavyoangaika, mhudumia mtoto wako. mm. ni sina hela, kimwambia nasema sinaambianal. yeah. mm. na we nyumbani kwenu ni wapi? ni Moshi. Moshi sehemu gani? Machame. Macha. Macha. Sawa, mimi nakupa laki hizi mbili, ukauze matunda na utainuka. Asante. unasikia? utauza matunda ndiyo. Utafanikiwa. Asante. Umesikia? Anza na kitu kidogo. Wewe ukienda kuuza genge unafilisika, na utakuja kwa kadada kazuri sana, utakuwa kadada kazuri sana. Naomba naomba mwambie hapo, mwasibu anisaidie laki mbili laki mbili mnipe hapa nipe laki mbili. E baba, e baba, e nampa na hiki kitambaa changu kama zawadi e baba, e baba, e baba pokea sifa o

sifa najomikoniakosema bwana Yesu, nimekuja madhabahuni sina kitu, sasa naondoka na kitu, na kitu. Nimekanyaga hapa nikiwa maskini ntaondoka nikiwa tajiri. Nimekuja nikiwa na magonjwa ntaondoka nikiwa nimepona. Nimekuja usao wangu ukiwa hauna thamani, thamani yao inaenda kurejea. Nimekuja ndoa yangu ikiwa ni ya mateso, ndoa yangu itakuwa ya furaha furaha yangu inaanzia hapa, baada ya Mungu, mahali hapa maisha ni pesa. Sema amen. <coughs> Sasa angalieni, leo huyu maidia lawama zote zinakwenda kwa mwanaume, amen. Lakini niwaulize swali, shida li, iko kwa mwanaume? iko kwake nani aliyevalishwa dawa? Kwa hiyo shida inatoka kwa nani? Kumbe hata akiolewa na mwanaume mwingine bado tatizo liko pale pale. Kuna mmoja <laughs> kuna mmoja no, wapo watano, wako hapa wao walipewa dawa, lakini dawa walikuwa wameziweka kwenye. Wapo hapa ni watano, tuko nao hapa kwenye ibada, ni wangapi? Watano. Mm. Mm. <laughs> Sisi wa baba tunaona kama mtu kavaa kitu cha kuongeza nini, kuongeza nini, eh? kuongeza mashamsham, mashamsham ndo nini? Mashamsham ndo nini Kumbe mle mle kwenye kile cha kuongeza mashamsham kumewekwa kitu kingine, kwa mtu amevaa, lakini ameweka na kombola. Tumpatie kile ambacho Mungu ametuambia. Haya, Amen. Amen. Amen. Amen. Tuanze kwa hesabu moja, mbili, tatu nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini. Amen. Una muda gani ujashika laki mbili? Una muda mrefu ujashika laki mbili? Mimi nimekupa na kwa kuwa wewe ni Mchaga ila laki mbili niliyokupa, Mungu ananiambia kwamba sijampa laki mbili, nimempa biashara ambayo inakwenda kukua mpaka itafika bilioni mbili na milioni mia tatu Yani huyu kutoka hii laki mbili anaenda kufanya biashara ambayo itafika bilioni mbili na milioni mia tatu Hebu <coughs> najua <coughs> mikono yako nikuombee. Sema Bwana Yesu, najifungamanisha na neema ya huyu binti, najifungamanisha na karama inayo kwenda kufanya kazi kwenye maisha yake, najifungamanisha na hii sadaka iliyotolewa kwake, najifungamanisha na nguvu inayokwenda kuyabadili maisha yake. Iingie ndani kwao, ibadili maisha yangu, ingie kwenye uzao wangu, ibadili uzao wangu, iingie kwenye ndoa yangu, ibadili ndoa yangu, ingie kwenye nyumba yangu, iombee kila uchawi, itengue kila laana, kila mabaya walionitendea, kila laana walionitamkia, kila uganga walionitengenezea